Habari za jioni uh, ndugu zangu waandishi wa habari, kabla sijaanza kuzungumza, kwanza ningependa nitambue uwepo wa vyombo vya habari mbalimbali ambao wameshiriki kwenye press conference hii, nikianza na Wakili TV ambao ndio wenyeji wetu, lakini tumi forum, tuna Mwanahalisi, tuna The Chanzo, tuna Bona TV, tuna Wasafi Media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 kama afisa wa mahakama na mawakili wengine wote wana akaunti, tunafanya tunafanyao. Nilishangaa, sijui kwa nini ilizungumza hivyo. Sasa kwa sababu sikuwepo, na chelea labda pengine kwenye reporting, ilikuwa reporter. lakini kama mheshimiwa jaji ndio alizungumza hivyo, basi itakuwa very unfortunate kwa sababu ambacho, si kwa sababu ni kitu ambacho sitegemea kikazungumzwa kwa levo ya mheshimiwa jaji, kwa sababu jaji ana uelewa mkubwa kwenye mambo haya.